Nashukuru sana Mheshimiwa Aseka kwa kuleta huduma mashinani, sana sana wa kuchukua vitambulisho. Jinsi tumekuwa na shida tukizunguka ofisi kutafuta ID, wengine tunazunguka tunaambulia patupu. At least sasa vile ameleta mashinani vijana tutapata ID na naimiza vijana wachukue IDs ili ziwasaidie kujoin universities na hata colleges na pia vijana tukishika ID at least tutakuwa na sauti kwenye serikali. Upande wangu nimefurahi sana, kwa sababu kuna vijana wengi sana hawana vitambulisho. Tumetembea kwa matanga, kwa baraza, tukiwaambia apply, hawakuwa wanajitokeza. Challenges ambazo nimekuwa nikiface na watu ambao hawana vitambulisho, kuna nafasi hata hizi ndogondogo zinajitokeza, kama kazi mtaani na unajua identification ya Kenya, mara mingi ya nchi yoyote ni kitambulisho. Wakati mtu hana kitambulisho ana uwezo wa kufanya hiyo kazi, lakini kitambulisho hana sa so, wakati mumeleta, itawapatia zile opportunities kama wale wanaenda colleges saizi. Naona ni kama mmewasaidia kuna zile recommendations za vitu kama bursaries wanataka wasaidiwe wanataka wafanye mambo fulani ili wasaidie, lakini sasa kwa sababu ya kutokuwa na kitambulisho napata wamewachwa nje. So hii itawapatia a very good opportunity ya kubenefit kwa zile vitu ambazo Kenya nini viongozi wanatoa za kusaidia vijana haswa kwa wingi.